Ndo nawataka, hata kama kuna wengine mia waje na viongozi wao, sio hawa hapa wananisumbua. Haya ni maji tu, kwanza wamlishiwa habari, waambieni hawa watoto hawa. Kwanza ni moja kati ya watu wasumbufu. Kwanza sasa hivi mambo ya kubembelezana yamepitwa na wakati. Kwanza huruma sio malazi, na unaambiwa kumlea mtoto, unaambiwa huo ni utakuwa sio unani, anakwambia nini? Mtoto mleavyo na ndio akuavyo, anamwambia nini? Sasa mnandi, kwa sababu anatamba kuelekea kwenye mchezo. Nani atambe nani? Huyo atambe, huyo atambe na kati timu yake. Sasa hivi linasusia mpaka press, sasa tarehe kufanya mazoezi jana. Nataka nijibu, unasema nimezusia press. Wewe umesema umeandamana kwenye mabwawa, kila siku mnaitisha mikutano, viongozi mnao kawa watoshi na nyinyi mkawa viongozi sawa. Mmeandamana sana, mmesema kabisa hiyo tarehe si atuitambui. Kuna watu tunataka wajiuzuru. Na wakijiuzuru tarehe ibadilishwa yeah. Imekubaliwa kubadilishwa yeah. Je, nyinyi mna mamlaka kupanga tarehe ya mchezo? <coughs> Kwanza elewa tarehe tujapanga sisi uh -huh. Baada ya zile sarakasi kwa muda mrefu uh -huh. Sisi madai yetu alikuwa na mashiko uh -huh. Hawa walivyoitwa na mama walichokwenda uh kukieleza -huh. Pale walikuwa uh -huh. wanapiga walikuwa wanapiga propaganda tu yeah. Maana alimuuliza kwa nini tarehe nane ukucheza yeah. Akasema kwamba alizuliwa kufanya mazoezi, si tarehe saba. Akaulizwa ulizuliwa na nani, kuna jitu limepiga simu, lakini alijulikani andamana kwenye mabwawa yeah. kwamba Kasongo ajiuzuru yeah. Stephen Mgutu ajiuzuru na kalia yenyee, kiwezekana ajiuzuru, na tarehe iliyopangwa hiyo si hatuitambui hiyo, ipangwe tarehe nyingine, na wao watu wajiuzuru, sasa ndo tuko tayari kucheza je yeah, kikanuni na, na, basi Yeah, ki kwa ayaya, sawa, mwene mwene mwene sawa mwene kikanuni, mwenye mamlaka akupanga mchezo ni nani? Shirikisho, bodi ya, ligi, ya, ligi, ya au ligi au nyuma mwiko, kwa nini yeye? Ah, umejibu vizuri sawa. Bodi ya ligi, mbona ah, watu wamejiuzuru? Maana mmesema kwamba tarehe ibadilishwe na kutobadilishwa tarehe watu wajiuzuru. Tarehe imepangwa na bodi ya ligi, tuliwashinikiza kwamba mkitaka tuje kwenye tarehe nyingine, maana siku zilikuwa zimeshakata. Eh, hebu kwa mfano

kuuliza swali zuri. Ligi kama imeisha tarehe 22. Siku zote michezo ya mwisho yote inachezwa kwa muda mmoja. Tarehe 18 tulicheza muda mmoja. Chaneli zote za Azam TV mpaka za, za kuangalia wanyama zote zilionyesha mpira. Kweli si kweli? Lakini mechi iliyopigwa tarehe 22, chaneli zote zilionyesha mpira. Maana ligi ndio vyaje? Imeisha. Tujiulize. Leo si tarehe ngapi? Tarehe 25 tunacheza. Kuna timu gani nyingine ya NBC Premier League inacheza leo? Sasa unamuuliza dubu. Sasa ananibishaje mimi? Na, subiri basi. Ligi ngoja basi. Ngoja basi. Mashu. Ndio nataka niwaambie kwamba. Nataka nimjibu. Mimi naomba uwaulize swali la mwisho ambapo watakujibu mzee wa mashuka atakujibu Utoporo, swali la mwisho uh -huh, sawa eh? Leo Simba aingize timu asiingize timu, Simba bingwa kwa pointi gani alizokuwa nazo? Ngoja subiri kwanza, ameuliza swali au ameweka mwisho wa kituo, huni nini huyu? Alijibu vizuri wewe, hapa anatembea tembea huyo. Me alisema, umeandia kwa pointi zipi? Sikashajibu niendelee, si ndio? Umesema wamekuuliza swali Wamekuuliza um, swali kwamba waulize swali la mwisho. Wao wamesema hivi kwamba ya Simba asije aje asije ni bingwa. Atakuwa ni mjibu? Ameuliza vizuri. Unajua mzee wa mashuka, ile shuka leo shuka, leo ndio litabeba kombe. Sababu unaona una kelele sana. Kauliza vizuri mzee wa utopolo, sawa? Simba binafsi hawajai kwenda kasi hata mwaka huu mmoja, sio kwamba wafanyii mabaya, tulishazuiliwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza. Tumefanywa wafujo KMC, pale na wenyeji wetu, siku tuna mechi wao wanataka kufanya mazoezi siku ile tukapigwa pale, lakini tukaendelea, tukaona yameisha. Lakini mwisho wa picha tukuja kufanya tena tarehe saba kuelekea tarehe nane tukaona hii, kumbe bado inaendelea, kumbe kuna nguvu kubwa inaendelea. Ndio sisi tukamua hizi, huu mchezo tutaucheza wao wapeleke timu, wapewe pointi kisi. Hatusema kwamba bodi ya ligi wailishe mechi, ila tuliainisha kwamba sisi tutoleta timu, lakini tujaambia mamlaka kwamba wailishe mechi. Ndio maana nimeuliza swali. Hawa wameenda mpaka kasi, sawa kwenda kudai haki yao, wakakosa, wakaona walivodai kule mahakama ya dunia, wamekosa, wamerudi nyumbani sasa kwa baba na mama, wameleta ambushi ili itumike kanuni ni na siasa kwa sababu wamebeba mwenge kopi, walisema wao wamepigania uhuru. Sidhani mtu aliyepigania uhuru kama anaweza kuandamana. Kwa hiyo hawa ni wahuni kwenye taifa hili, wanaleta huni. Mimi nimekwambia leo, Simba walete timu sawa, bingwa asipoleta timu naomba utupe ni malize. Ngoja, unajua, ngoja ni malize, ngoja ni malize tu, sije malize. Ngoja hapa taifa la tujaje kuchoshana. Mtoto mleavyo na ndoa kuavyo na huruma, sio malezi. Leo hataki asitaki, hata kwa bakora atacheza. Na kama hataki kucheza, umemsikia. Kwanza kuna kauli moja ameitumia. Ngoja, kuna kauli moja ameitumia, anasema leo anakuwa mabibi mabingwa, unaona makombe yao ya msimu, hapo ndo makombe yao ya msimu, labda makombe yao. Unaona makombe, ngoja, ukitaka kuamini hapo ni makombe, naona makombe sio, yakwambia hivi, unaona makombe yao hapo, ndo makombe yao ya Simba kaka, lipo na Simba na nifu ya baby. Na ndio maana hata kwenye kombe la shiriki, ngoja, ndio maana hata kwenye kombe la shirikisho, ngoja, ndio maana hata kwenye, ngoja, ndio, ndio maana nilikwambia, ndio maana hata kule Zanzibar niliwambia kama nataka, walisema kwamba lazima walibebe, nikasema labda mbebe ujauzito kaka, ajabebe ujauzito kule kwa hiyo hata kwenye ligi kuu Tanzania Bara, yeah. Msimu huu mkimwona huyu kabeba kombe la, la aina yoyote, ni waandishi wa habari taarifa kituo cha polisi. Analitoa wapi? Mimi namaliza, mahakama ya mpira duniani iko wapi? Mahakama ya mpira duniani iko wapi? Kasi? yeah. Walienda kasi, hawakwenda? yeah. Walipata jibu gani? Warudi huku mwanzo, ehe, maana nini? Maanake kule wamefeli, walikuwa na wanasheria watano na mwingine katangaza kabisa baada ya jibu la kutoka kasi, kasema kwamba watu wote wa mpira duniani wahuni. Unaikumbuka ile kauli? yeah yayule mwanasheria wao kasema kabisa, watu wa mpira ni wahuni. Hasa kama kasi wahuni hapa, sikuna masela. Sasa kama kuna, nalalamika nini? Manake kule wamesha feri, wametegemea kwa baba na mama. Mi ndo nakuahidi msimu huu kwenye bara la Afrika wagomaji ni hawa wawili tu. Afrika amegoma sh kwenye dabi akucheza, lakini ni na si bingwa Misri kacheza mechi ya dabi. na, na si subiri basi e nijibuba Simba, unu, ni, ni Simba. Ni timu nyingine ya pili subiri basi, sijamaliza. Timu nyingine ya pili Simba, msimu huu ilete timu leo, ndio maana nilikuja pale, isilete timu wewe. Simba bingwa, na anielewa, wenenelewa kwenye hiyo kona Ningesema huyu hapa anachokiongea hali hali, hajapeleka timu mpaka leo, lakini kwamba wakachukua pointi tatu, wakampa yule pale, lakini katika kushinda zake yule kapoteza akashuke. Sasa yeye kama anajiamini kweli, anaweza akachukua kikombe cha leo, asilete timu. Yes, anasema anajiamini, asilete timu leo, awaambie viongozi wake kwamba jamii, tusipeleke timu, tutaenda kasi, tutaenda kuchukua pointi, tutachukua ubingwa. Namwambia asilete timu aone mimi. Ningesema eh, kwa mimi ninavyoamini, mgogoro huu hautamalizika bali dakika 90, nitawatafuta Kabla, kabla, kabla dakika 90. Yeah. Wao walipiga simu moja. Yeah. Sawa walipiga simu hii ambaye kasema Alikamwe, kuna simu moja yeah. Sio sisi, msemaji wao, kuna simu moja imepigwa. Subiri basi, imepigwa simu moja. Ngoja ngoja basi, naomba nisikilize. Imepigwa simu moja, limezuiliwa geti, kasema msemaji wa klabu ya nyuma mwiko, Alikamwe, simu moja, geti limezuiliwa. Sawa, lakini sisi tutapiga simu hii kwenda kwa shughuli. Imeisha, asante sana Mnandi. Sio muelewa, Alikamwe aliongea hivi, ngoja kwa jani mfatino, shughuli imeisha. Aliongea hivi kwamba wakati tuko kwenye kikao cha ndani bodi ya ligi wamemtaja mtu aliyepiga simu. Sio kusema kwamba ni Alikama kwamba ndo alipiga simu. Alikama ametoa mtu aliyepiga simu, akasema hivi, wewe ndo ujanielewa. Alikama alisema kuna mtu kapiga ka simu hey. Mpaka leo huyo mtu hajatajwa, mtatoka ngoja. Viumbe ashachanganyikiwa kidogo, katajwa na nani? Ngoja. Huyo huko kwenye kikao ndani, katajwa na nani, si alikamu, anaitwa nani? Baadaye waoni hao, kumbe anaitwa nani? Simba ikija uwanjani, kumbe anaitwa nani? Kumbe anaitwa